Halmashauri ya mji wa Tanga ilikuwepo tangu mwaka 1961 na, na baadaye ilipandishwa hadhi kuwa manispaa kwa mwaka 1983 na, na baadaye ilipewa hadhi ya kuwa jiji mwaka 2005 mpaka sasa. Jiji hili lina jumla ya tarafa 4, kata 27, pamoja na mitaa 181 ambapo tunajikita moja kwa moja kuangalia majina ya kata na mitaa maarufu na maana zake, kwani dhi ya majina hayo yamefanya maeneo husika kuvutia mpaka wageni. Ukifika jijini Tanga, ambapo ndio makao makuu ya mkoa huu utakutana, na majina mbalimbali ya kata ama mitaa ambayo mengine itabidi utafakari kwa nini jina hilo lipo. Labda nikupe mfano tu, utakutana na jina kama Mabanda ya Papa, Majani Mapana, Nguvu Mali, Kwa Minchi na kadhalika. Tumekuandalia makala maalumu ya kuweza kufahamu baadhi ya majina haya. Tunakutana na Abubakari Wendo mkazi wa Kisosora hapa jijini Tanga, anatugea simulizi ya majina haya, nini asili yake, yametokana na nini. Twende atusimulie moja kwa moja nini maana ya baadhi ya majina haya. Mimi kwa jina naitwa Abubakar Ahmad Wendo ni mzaliwa wa Tanga. Nimezaliwa Tanga, maeneo haya haya ya Kisosora tangu miaka ya elfu moja mia tisa na sitini na tano. Kuufahamu mji huu wa Kisosora, naufahamu mji wa Kisosora kwa kuwa nimezaliwa hapa na kuipata historia halisi ambayo ilikuwa wazee wetu wanaizungumza na kuielezea. Kisosora mji huu ni jina la mzee mmoja wa Kinyamwezi ambaye anaitwa Mzee Sosora. Jina lake ndilo lilochukua jina la mtaa huu wa Kisosora. Maeneo yalikuwa anaishi mzee Kisosora ni maeneo yale ambayo zamani palikuwepo juu yake pana eneo linaloitwa hospitali ya kifua kikuu ADH, kama unaelekea Changa kwa upande wa juu kidogo kule ndio maeneo ambayo yeye alikuwa akiishi mzee Kisosora. Ilikuwa panaitwa Misufini. Pana misufi mingi sana. Wakaanzisha mji pale, na mji pale ukaanzishwa, hatimaye mji ukaendelea kukua, baada pia serikali kuona kuna umuhimu wa kuweka nyumba za kwa ajili ya wa wafanyakazi wa mamlaka ya Mkonge. Kwa jina la Kisosora likawa limeeleweka hivyo, na Kisosora, ndio hiyo mpaka leo imedumu kwa jina la Kisosora ni jina la mtu ambaye ndiye alikuwa mwanzilishi, alianza kuishi katika maeneo haya. Mtaa mwingine ambao jina lake ni maarufu ni majani mapana, ambapo upo kata ya Nguvumali. Anatueleza kuwa sababu ya jina hilo chanzo chake, zamani kulikuwa na miti aina ya mitiki na hakukuwa na watu wengi wakiishi hapo, ila watu walikuwa hawasemi mitiki, na badala yake walisema kwenye majani mapana, na jina hilo likaenea. Kama anavyoeleza: majani mapana ni mahali ambako jina limeweza kumiliki, kwamba panaitwa majani mapana. Sababu kubwa ya kuitwa majani mapana ni kwamba palikuwa na mitiki. Ni eneo ambalo mitiki ilikuwa ikistawi kwa wingi na pia ilikuwa hakuna watu wa kuwa wanaokaa bali ilikuwa kuna wazee wachache sana ambao walikuwa wakiishi mahali hapa. Lakini majani mapana imeitwa majani mapana kwa sababu tu ya yale majani yaliyokuwa kwa mapana ya mitiki ambayo ilikuwa ikistawi zaidi pale katika mji ule pale. Kwa hapo ikajulikana kwamba hapa majani mapana. Majani mapana ni nini? Ni mitiki iliyokuwa ikiota iki, maeneo yale pale ndio akaitwa majani mapana. Ukifika jijini Tanga, ukiingia mitaa kwa Minchi, basi umeshafika mjini. Mwenyeji wetu anasema enzi hizo eneo hilo lilikuwa linaitwa Mwanza Ng'ombe. Jina la kwa Minchi limetokana na mzee mmoja wa Kijerumani aliyefahamika kwa jina la Minchi, ambaye alipewa eneo hilo na mwenyeji wake, lakini baadaye jina lake likawa maarufu kuliko mwenyeji, kama anavyotufahamisha. Mtaa wa kwa Minchi ni mtaa maarufu. Jina la mtaa huu mwanzo kabisa ikilikuwa likijulikana kama Mwanza Ng'ombe. Ilikuwa ni shamba la mzee mmoja ambaye ilikuwa ni Mjerumani akiishi pale akiitwa Minchi. Sasa watu wakitoka huko wanakotoka nawakienda hivi na hivi, lakini wanasema tunakwenda kwa mzee Minchi. Kwa Minchi, kwa Minchi, kwa Minchi. Kwa yule mzungu pale kwa Minchi, Minchi, basi likashika jina la kwa Minchi kwamba ndiyo jina la mji mpaka sasa hivi umeendelea kuitwa kwa michi. Lakini eneo hili palikuwa na mzee mmoja maarufu sana, ambaye naye alikuwa na eneo kubwa akiishi hapo. Tofauti ilikuwa ni kwa sababu yule mmoja ni mzungu, mmoja ni Mwafrika, hakuweza kuvuma sana, akawa jina akiitwa mzee Halfeni. Mzee Halfeni ndiye ambaye lile eneo lake, na mpaka sasa hivi bado naye kuna kumbukumbu na alama za kuonyesha kwamba yeye naye yupo pale, na maeneo yote yale ni maeneo watu waliwagaia mwenyewe viwanja na wakaishi pale akaishi nao kwa usalama na amani kabisa pale kwa, lakini jina lake halikuweza kukamata kuwa ndio jina la mji isipokuwa, yule mzungu alikuwa akiishi pale Mzee Minchi ambaye ni Mjerumani, ndio Mgiru jina la kwa Minchi likawa limebaki. Sehemu nyingine anatueleza kuhusu mtaa maarufu hapa Tanga unaojulikana kama mabanda ya papa. Jina la eneo hili ni kama sehemu nyingine, kuna chanzo chake, na inaelezwa kwamba hapo kulikuwa ukiuzwa samaki maarufu aina ya papa. Nini kilitokea? Anatufahamisha kulikuwa na waarabu kutoka Yemen wanakuja kufanya biashara, lakini wanaenda kugawanyika. Wale wanakuja kuuza nguo wanauza nguo, na wanakuja kuuza papa wanauza papa, lakini waliofanikiwa kuuza papa katika maeneo yale pale walijenga mabanda ambayo kwa wakiuzia papa pale, wanauza kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanafunga ofisi zao wanaondoka, na ile mabanda yakawa ni ya kwa ajili ya kuuzia papa tu. Sasa hatima yake pale eneo lote lile kabla halijajulikana litaitwaje, mabawa litaitwaje, pakawa paitwa mabanda ya papa tu, na jina hilo likaweza kushika mpaka leo panaitwa mabanda ya papa. Ukifika jijini Tanga basi na lazima utakanyaga kata Tangamiani, hapa ndio kuna soko la Tangamano, stendi ndogo ya mabasi na huduma nyingine muhimu za kijamii kama benki na nyinginezo. Kiufupi, Ngamiani ndio Tanga, na historia inasema jina hilo limetokana na kuwepo mnada patikana kwa nyama za ngamia kutoka Uarabuni. Ngamiani eh, ni jina ambalo ni hao hao wa waarabu ambao walikuwa wakiishi wakija hapa kwa ajili ya kufanya biashara, lakini wanakuja na biashara mbalimbali mbali. Wale wa nguo wanakuja na nguo, wale wa papa wanakuja na papa <laughs> lakini wengine walikuwa wakija na ngamia, na ngamia wakija kwa ajili ya kuwafanyia kufanya mnada na kuuza, kuchinja na kuuza nyama, wakipitia barabara ile, tunaita barabara ya kwanza, mzunguko idara ya maji na kufika moja kwa moja mpaka soko la Ngamiani. Hivi sasa wanaliita soko la Ubiso, ndio soko ambalo la Ngamiani, kwa ajili pale nyama za ngamia zilikuwa zinapatikana na mnada kwa ujumla wa ngamia ulikuwa unafanyiwa pale. Kwa hiyo likajulikana lile eneo kama eneo la ngamia au Ngamiani. Moja kwa moja tunaenda kwenye kata ya chumba geni, nayo ni moja ya maeneo maarufu jijini Tanga. Tunaelezwa kuwa historia yake ni ile ile kama maeneo mengine, ambapo miaka ya nyuma kulijengwa vibanda kwa ajili ya wageni wale wa maeneo ya Ngamiani na mabanda ya papa, baada ya safari ndefu na shughuli zao, ambapo wageni hao walikuwa wakitoka nchi za uharabuni. Wenyeji baada ya kusema chumba cha wageni wakasema chumba geni. Kuna maeneo mengine ambayo ni yanaitwa chumba geni walikuwa walijenga vibandabanda kwa ajili wageni, wakija kabla hawajavuka kule baharini, walikuwa wana nyumba wamewaweka watu wa hapa chumba geni, waweke pale kwenye chumba cha wageni. Hii chumba geni, chumba geni nayo ikawa ni chumba geni, ni chumba cha wageni nacho. Hayo ndio baadhi ya maeneo ya kata na mitaa ya jiji la Tanga ambayo majina yake yametafsiriwa kutokana na watu au shughuli ambazo zilikuwa zikifanyika hapo zamani. Karibu jijini Tanga, waja leo kuondoka majaliwa. Makala haya yameandaliwa nami Rajabu Athumani wa Mwananchi Digital.